Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tarehe kumi na tano mwezi wa tano mwaka huu liliwakamata na hadi sasa linaendelea kuwahoji watuhumiwa wawili. Watumas ambaye kabila lake ni Msukuma ana umri wa miaka 35, kazi yake ni afisa tabibu yani clinical officer katika hospitali ya wilaya ya Sengerema na ni mkazi wa eneo linaitwa Maduka Manane huko wilayani Sengerema. Wa pili anaitwa Novart Kaloli Felician ambaye kabila lake ni Mnyambo, ana umri wa miaka thelathini na sita, eh, kazi yake ni mfanyabiashara, lakini pia ni mmiliki wa zahanati binafsi iitwayo ELABS iliyoko wilayani Sengerema na mkazi wa mtaa wa Soweto huko Sengerema. Watuhumiwa hao walikamatwa tangu tarehe hiyo kumi na tano kwa tuhuma za wizi wa vifaa tiba mali ya hospitali ya wilaya ya Sengerema, ambayo hospitali hiyo ipo katika mtaa unaitwa Mwabaluhi wilayani Sengerema katika mkoa wa Mwanza. e, Tarehe nne mwezi wa nne mwaka huu ilibainika kuwa vifaa ambavyo ni vifaa tiba vya hospitali hiyo vilikuwa vimeibiwa katika hospitali hiyo, na mara tu baada ya kubainika huko kwamba vifaa hivyo vimeibiwa, wahusika nikiwa na maana ya viongozi wa hospitali hiyo waliweza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo jeshi la polisi tangu tarehe nne mwezi wa nne nilipokea hizo taarifa na uchunguzi ulianza kufanyika. Vifaa ambavyo vilidaiwa kuibiwa, eh, ni hivi vifuatavyo. Kuna kifaa kinaitwa kifaa cha kurekebisha mapigo ya moyo, kitaalamu anasema ni defibrillator. Kifaa cha kufuatilia mapigo ya moyo ya mtoto akiwa tumboni inaitwa Fetal Heart Rate Monitor, kompyuta moja, mashine za kuingiza maji mwilini, yani infusion pump. Vifaa hivyo vyote vina thamani ya shilingi milioni ishirini na nane laki tano na elfu kumi vikiwa ni mali ya Hospitali ya Wilaya ya Sengerema. Na mara tu baada ya taarifa hizo kuwa zimefikishwa kwa jeshi la polisi jeshi la polisi lilianza ufuatiliaji wa kina kuhusiana na tukio hilo, wa la wizi wa mali za serikali, ambapo katika ufuatiliaji huo tuliweza uh, kuwakamata watuhumiwa wawili ambao nimewataja. Na baada ya kuwahoji, wa kwanza aliyekamatwa alikuwa uh, ni yule ambaye alikuwa ni uh, Nyanda Daudi Thomas baada ya kumhoji ikabainika kwamba ni kweli amehusika na wizi huo wa vifaa hivyo, lakini katika ufuatiliaji wetu tuliweza kubaini pia kwamba vifaa hivyo vingine vilikuwa vimeuzwa kwa huyu mfanyabiashara na mmiliki wa zahanati ambaye nimemtaja hapo juu. Sasa watuhumiwa hawa wote wamekwisha kamatwa na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea. Tunaendelea kufuatilia tukio hilo ili kuwabaini washiriki wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha tukio hilo la kihalifu. Ingawa katika ufuatiliaji wa tukio hilo, vile vifaa vyote vilivyotajwa kuibiwa na uongozi wa hospitali kwa siku hiyo, jeshi la polisi kupitia makachero wake limefanikiwa kuvikamata vyote. Lakini kama nilivyosema uchunguzi unaendelea ili kuwakamata washiriki wote walioshiriki kwa namna zote katika kufanikisha tukio hilo. Kupitia tukio hili, uchunguzi kama nilivyosema unaendelea, na watuhumiwa, tutakapokuwa tumekamilisha uchunguzi wetu, watafikishwa katika, katika mahakama ili waweze kujibu shtaka lao hilo. Sambamba na hilo, kupitia tukio hili, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tunatoa rai kwa wafanyakazi wa hospitali kwamba serikali inafanya uwekezaji mkubwa kwenye afya za watu kwa kununua vifaa tiba vingi ili Watanzania waweze kupata huduma za matibabu. Hivyo tunawataka watumishi wa serikali katika hospitali hizo kuwa wazalendo, lakini kufanya kazi wakiwa wanazingatia maadili ya kazi zao na kutojihusisha kabisa na vitendo vya wizi, kwa sababu kufanya hivyo ni kurudisha nyuma jitihada kubwa za serikali ambayo imeamua kuwekeza katika suala zima la afya za watu kupitia kununua vifaa tiba na madawa.